Mimi Paulo, mtumishi wa Yesu Kristo, mtume kwa wito wake, nimechaguliwa kuhubiri Injili ya Bwana. Mungu ametangaza zamani kwa ujumbe wa manabii wake katika maandiko matakatifu. Hii ndiyo Injili inayohusu inayohusu mwana aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi, mindarafu mwingi lakini mwana wa takatifu ndiye Yesu Kristo Bwana wetu, aliyewekwa katika mamlaka yake kwa uvuko katika watu. Kwake tumepata neema na utume kuyahubiri kwa kwa, kwa, kwa mataifa yote, utii wa imani kwa kuheshimu jina lake. Nani ni moja ya mataifa hayo, kwa kuwa mmeitwa na Yesu Kristo basi. Salamu zangu kwenu nyote mkao Roma, wapendwa wa Mungu, mlioitwa wa kuwa watakatifu. Neema na amani zitokazo kwa Mungu, Baba yetu na Bwana Yesu Kristo ziwe nanyi. Neno la Bwana.